eanza kuzalisha zao hili la alizeti ambalo tunataka tuone sasa likiimarika na kuwa zao la biashara, na kama ambavyo umesema unataka kuhakikisha kwamba mkoa wa Geita ukawe mzalishaji wa kwanza wa alizeti Tanzania, kutokana na mbegu hii ambayo tunakukabidhi hapa leo, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kwa usimamizi mzuri ambao umesha unaendelea kufanyika na watu mbalimbali ndani ya Wizara ya Kilimo, ndani ya mkoa wako wataalamu na wakulima wenyewe kuhakikisha kwamba wanazingatia kanuni za kilimo bora, zitaenda kutupelekea takriban tani elfu ishirini za uzalishaji wa mbegu za mafuta ya alizeti. Kwa hiyo hii ukienda kufanikisha, mkuu wa mkoa, utakuwa ni mmojawapo wa wazalishaji wakubwa wa mafuta mbegu za mafuta ya alizeti hapa Tanzania. Kwa hiyo wakulima, tunawashukuru sana kwa kujitokeza mbegu hizi sasa zinakuja kwenu, kazi kwenu. Na kipindi hiki ni msimu, mvua zinanyesha vizuri, tutumie fursa hii. Na mbegu hizi ziko satisfied na toski, unaweza mkaona hata nembo yao kwamba mbegu hizi sio feki, zina miti standard ambayo inatakiwa kwa mjibu. Niombe tu wakulima wenzangu wa mkoa wa Geita tujitokeze kulima alizeti kwa sababu alizeti ni kilimo cha biashara, lakini nilijitahidi nikapata mashina yalikuwa mazuri mbegu ilikuwa nzuri, iliota vizuri kwa kweli, tunafurahi au wanaotuletea mbegu, tunazidi kuwaombea kwa Mungu ili azidi kuwapa afya njema, wazidi kutuletea mbegu.